Hisia zangu sehemu ya pili. Ilipoishia nilianza kumwaza yule mpenzi wangu Jofu ambaye ndiyo aliyenitoa usichana wangu, basi nikawa nawaza jinsi anavyonitiaga kwa nguvu na mashine yake. Niliwaza nikakumbuka ile siku anavyonitoa usichana wangu, nilivyolia kwa maumivu. Nikawa na tabasamu tu peke yangu huku nikiwa najipapasa eneo la papachu yangu kwa juu ya chupi, nikagundua nimeloa tena. Basi nikajikuta navua nguo zangu zote, kisha nikaanza kujisuguake kwa vidole ili angalau nipunguze upwilu. Nilipokuwa najisugua, nilikuwa nakumbuka jinsi Jofu anavyonikunaga. Nilitetemeka sana na kuzidi kujisugua huku nimepanua mapaja yangu. Endelea nayo. Basi ukawa ndio mchezo wangu kila siku. Nikirudi nyumbani, ukifika muda wa usiku, yaani muda wa kulala, mimi navaa zangu mini fupi bila hata chupi, kisha najilaza zangu kitandani, naanza kujipapasa mwili mzima taratibu, huku na najiminyaminya chuchu zangu. Basi wakati nafanya hivyo, kichwani nikawa namuwaza yule mpenzi wangu Jofu. Jofu nilimpenda tabia na ucheshi wake. Nakumbuka siku moja alikuja akanikuta jikoni, akauliza kama wenye nyumba wapo. Nikamjibu ametoka. Basi yeye bila woga akaja akanivuta kwa juu gauni langu la Kisukuma, huku nikiwa na lundo la shanga kiunoni, ananitomasa matiti yangu yaliyovimba kwa hamu, kisha akinipaka mate kwenye buyu langu la asali, kisha akajipaka naye kwenye bunduki yake. Baada ya hapo, analiingiza kwenye papachu yangu. Hapo nilianza kusikia raha na utamu lakini alipokojoa alivaa vizuri suruali yake na kuondoka zake, bila hata kujua kuwa mimi kaniacha na hamu bado. Hicho ndio kitu peke ambacho huwa nakichukia kutoka kwa Jofu. Basi nikiwa nawaza jinsi alivyonitia yule mpenzi, huku chini kulikuwa ute kibao, mpaka vidole vimelowa balaa. Baada ya kujisugua sana kwa vidole, hatimaye mkono wangu ukachoka, maana nilikuwa natumia mkono wa kulia kutokana na mkono wa kushoto ulikuwa na kucha ndefu, hivyo sikutumia, nikihofia nikiofia kujiumiza na kucha. Nikaacha kujisugua, nikabaki nimepanua tu mapaja yangu, nikawaza nitoke huo usiku niende kilabuni kwenye pombe za kienyeji, nikajirahisishe kwa wanaume, lakini nikaona sio vizuri kwa binti mrembo na mdogo kama mimi kufanya umalaya kizembe. Basi nikajilaza kinyonge kabisa pale kitandani na taratibu usingizi ukanipitia nikalala zangu. Maisha yaliendelea huku nikimsumbua kila siku Jofu mpenzi wangu aje Shinyanga, maana nateseka sana, lakini aliniambia yupo bize, hivyo itakuwa ni vigumu sana kuja maana anaweza kupoteza kibarua chake kinachomwingizia pesa. Basi nilikuwa sina namna tena ya kufanya, nilikuwa nawaza yote ayo nikiwa nipo kuosha vyombo. Basi mama Sajuki akaja na kuniambia kesho wanaweza kutoka kidogo kwenda kijiji cha Jilani anapoishi ndugu yao. Nikamuuliza wanaenda kufanya nini. Mama Sajuki akasema wanaenda kwenye msiba, maana kuna mtoto mdogo alipigwa teke na ng'ombe. Mchungaji wao alikuwa anakamua, yeye akaenda kumshika yule ng'ombe miguu, ndipo yule ng'ombe akarudisha mguu wake nyuma kwa nguvu, ukampata kichwani. Hakupasuka ila aliumia ndani kwa ndani, maana alikaa siku tatu hospitali ya Bugando, ndipo akakutwa na umauti. Sasa ndio tunaenda msibani. Basi niliumia sana tena sana kusikia stori hiyo, ila sikuwa na uwezo wa kubadilisha kilichotokea. Basi kesho asubuhi saa 11 alfajiri, Mama Sajuki alikuja na kuniamsha akiniaga kuwa safari ndiyo inaanza, kwa kuwa ilikuwa ni safari ya mguu ndiyo maana waliwahi hivyo. Basi Mama Sajuki akaniambia nikumbuke kulisha mifugo wote na kuwapa maji, kisha nifungulie ng'ombe na mbuzi na kondoo niwapeleke kula, niwaache, hawawezi kupotea, ikifika jioni watarudi wenyewe nyumbani. Basi huku nikiwa na usingizi nilimutikia mama Sajuki kwa kutikisa kichwa huku nikitoa na sauti ya mguno. Akaja baba Sajuki na kumwambia mkewe waondoke. Basi wakaanza safari huku wakisema jioni watakuwa tayari wamerudi, wakaondoka pamoja na mbwa mmoja mkali sana anaitwa Sili. Basi mimi nikarudi tena kitandani kulala, lakini kelele za jogoo na mifugo mingine nikajikuta na shindwa kulala kabisa. Basi nikaamka nikiwa sijanawa hata uso wangu, huku nikiwa na kimini changu bila hata chupi ndani. Nikatoka nje, nikaanza kufungua banda la kuku na bata, kisha nikaenda moja kwa moja mpaka kwenye banda la ndama nikawafungulia ili waende kwa mama zao. Je, nini kitaendelea? Like, comment ili ije tena. Hii simulizi ni tamu sana, yaani lazima udate.